Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kufanya mazito huko mtandaoni, bwana, kwanza kabisa unatakiwa ufahamu kwamba siku ya leo ndio siku ambayo Harmonize Konde Boy atarelease kazi yake mpya kabisa ya Best Couple. Umeona bwana, eh? Kama unavyoelewa ni kwamba ikiwa, ikiwa leo ni mnamo tarehe 26 mwezi huu wa sita na leo ni siku ya Alhamis. Na yeye mwenyewe alisema kwamba ngoma hii ataiachia mnamo tarehe ishirini na saba umeona yani, kwamba siku ya Friday, siku ya kesho, kwa sababu kesho ndo siku ya tarehe ishirini na saba. Lakini watakiwa ufahamu pia kwamba tarehe ishirini na saba yani siku ya Ijumaa, ina, inaanza saa sita usiku ushanielewa, yani midnight ndo ndio tarehe ishirini na saba inapinduka. Kwa hivyo basi, maana yake ni kwamba leo saa sita usiku itakuwa ni tarehe ishirini na saba kwa hiyo ndio siku ambayo ngoma hii itakuwa released officially kutoka kwake Harmonize on the boy. Kwa mpaka hapo utakuwa unaelewa kwamba what's going on ni kwamba Harmonize bwana anakuja na chuma kipya hiki hapa, na hii bwana, this time around, bwana ni jambo zito sana, kwa sababu ameshirikiana na Rude Boy au King Rudy kutoka katika kundi la P Square kutoka kule Nigeria. So hii ni moja kati ya collaborations ambazo zinaonyesha kabisa jinsi gani ambavyo itabadilisha game ya mziki wa Harmonize in a very positive way. So Konde bwana, yeah. Konde bwana ame notify mashabiki zake kuhusiana na ujio wa hiyo ngoma, lakini pia tunakumbuka kwamba ilitangazwa kwamba itakuwa premiered kwa mara ya kwanza kabisa huko Uingereza, ameona bwana. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanasikiliza au watu ambao walikuwa wana connection au uh, Watanzania ambao wanaishi Uingereza kule, nadhani wameshaisikiliza hii ngoma ya Best Couple kutoka kwake Harmonize na King Rudy, kwa sababu Harmonize mwenyewe alisema uh, na pia vile vile DJ maarufu kabisa kutoka kule Uh, moja kati ya watangazaji maarufu kabisa wa BBC One Extra uh, ya huko London, Uingereza, alisha wa notify wabongo kuhusiana na ngoma hiyo kwamba itakuwa premiere de huko hapa. Namzungumzia DJ Edu, atafanya alifanya first play ya ngoma hiyo huko London Uingereza tokea jana. Kwa hiyo watu ambao wame, wana hiyo connection, nadhani watakuwa wameshaisikiliza hiyo ngoma yote, kwa sababu kwa sasa hivi tunachofahamu ni kwamba tuna uh, vionjo vionjo Harmonize amevivujisha kavujisha kionjo au kipande ambacho ameimba King Rudy wa P Square ambapo mule ndani tumemsikia mpaka King Rudy amemtaja Onyinye. Eh, bwana moja kati ya track ambazo zilifanya vizuri sana katika karia yake yeye na kaka yake ni ile ngoma ya Onyinye ambayo alishirikiana na Rick Rose. Sasa, humu napo pia tumemsikia King Rudy amemtaja beautiful Onyinye, which means kwamba tutaisikia hiyo pia. Na Harmonize mwenyewe akasema, akatilia mkazo kabisa kwamba katika hiyo ngoma kama jamaa yule wa P-Square amemtaja Onyinyi, it means kwamba yuko serious na anamaanisha anachokifanya, which means kwamba amewafanya watu wawe excited zaidi kuisubilia hii track. Sasa baada ya kuwa premiered, tunafahamu pia moja kati ya vipande vya mwishoni kabisa katika nyimbo hii ni kwamba Harmonize alivujisha pia hicho kipande, ambacho sio kigeni, tulisha kuona akifanyia freestyle miezi kadhaa iliyopita, ambacho kilileta controversy dhidi ya Waislamu hapa Bongo, kwamba aliimba audhubillahi mina shetani rajim, na mpenda na tena na muheshimu, hata tukikesha klabu asubuhi tuko gym kiboko ya shombo, ukipenda mwite ndimu. So huo ni moja, hizo ni verse ambazo Harmonize alikuwa ameziimba katika ngoma yake which means kwamba zitakuwepo. Kwa hiyo hicho kipande ambacho Harmonize amekivujisha bwana, tayari sasa hivi kimesha kuwa on trending huko TikTok, watu mbalimbali wameshaanza kufanya challenge, umeona bwana, yeye mwenyewe pia ameposti hizo challenge za watu ambao wamefanya za hicho kipande tu ambacho konde amekivujisha, yani nyimbo bado haijatoka rasmi ila kipande tu alichokivujisha Harmonize tayari watu wameshaanza kufanya challenge huko TikTok. Meona bwana eh? na Harmonize akiwa anasisitiza na amepost hizo challenge katika Insta story yake kwamba tonight tonight ana drop hiyo song at midnight, yani mida ya saa sita usiku. Meona bwana eh? kwa hiyo page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue wakiwa wameandika hapa kwamba bwana, best couple wimbo wa Harmonize una hiti kabla ya kutoka rasmi. Meona bwana eh? Wakaelezea hapa bwana, wimbo mpya wa Harmonize Best Couple uliopigwa, ambao uliotangazwa kutolewa rasmi mnamo Juni 27 tayari umeshachukua nafasi kubwa sana kwenye vichwa vya habari vya mitandao ya kijamii wiki moja kabla ya kutoka. Kinachoshangaza na kuwavutia watu wengi zaidi ni namna kipande kifupi chenye mashairi ambayo yanasomeka kwamba a'udhu billahi minashaitani rajim hata tukikesha klabu asubuhi tuko jim mkata shombo kipenda mwitendim na mpenda tena na muheshimu. Kipande hiki kimewavutia watu wengi sana wa mitandaoni na kusababisha mamia ya video kutoka kwa mashabiki wakiposti kwenye Instagram Reels pamoja na TikTok na hata WhatsApp pia, vile vile wakiwa wanafanya challenge ya hiyo ngoma, japokuwa bado haijatoka rasmi. Hicho kipande ni Harmonize tu alikivujisha, so kuanzia wenye Kapogulze? Eh. Aha, hadi wanautu, wanautama, au wanaotamani kupata tena, wapenzi wote wanatumia kipande hiki eh, kuelezea hisia zao. Wimbo huo tayari ume, umeishateka mioyo ya watu kabla hata haujaanza kupigwa kwenye redio au kuwekwa rasmi katika ukurasa na majukwaa mbalimbali ya kuuza mziki hapa Tanzania. Mashabiki wanaosubiria wimbo huo kwa hamu. E, wanasubiria kwa hamu hususan ni tokeo kamili la wimbo huu ambao Harmonize ameutangaza utakwenda kwa jina la Best Couple, akiwa ameshirikiana na King Rudy wa P Square. Harmonize baada ya kushirikiana na msanii huyo alitangaza pia kwa mara ya kwanza rasmi ni kwamba kupitia BBC Radio One extra eh, ni kwamba tayari ulipigwa ul, kwa mara ya kwanza huko siku ya Jumatano Juni 26, yani n usiku wa kuamkia leo. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Of course kwa bwana, ukipita TikTok sasa hivi eh, bwana, utakutana na hizo challenge za hicho kipande ambacho Harmonize amekivujisha katika ukurasa wake wa Instagram. Watu wameshaanza kuruka nacho. Meona bwana, watu wameonyesha kwamba wamevutiwa na mistari hiyo ambayo Harmonize ameandika na tunaelewa kabisa kwamba Harmonize pamoja na mambo mengine yote ambayo yanazungumzwa huko mitandaoni, maana unafahamu kwamba sasa hivi watu ukiwatajia Harmonize kitu kinachokuja kichwani cha kwanza kabisa ni kwamba anateseka na mapenzi juu ya Kajala. Hicho ndio kitu ambacho kinakuja kichwani kwa mara ya kwanza. Lakini hivyo vyote watamsema au vipi bwana? Lakini uwezi ukaondoa fact ya kwamba Harmonize ni mwandishi mzuri, ushanielewa. Uh, yani watu watasema wanavyosema, watasema madhaifu ya Harmonize yote, lakini at the end of the day kwenye swala la uandishi, huyu jamani, one of the best, ushanielewa. Kwa hiyo hiyo ndio sifa pekee ambayo inalinda karia ya Harmonize, umeona. Hiyo ndio kitu pekee ambacho kinafanya washabiki, wataenda watazunguka, watamsema na nini, lakini at the end of the day, jamaa akiachia jiwe, watu wanatulia, wana support <laughs> mambo hayo. So hicho ndo kitu ambacho of course tunafahamu kwamba munaisi yuko nacho, umeona bwana eh. Kwa hiyo sio jambo la ajabu kuona kwamba watu, japokuwa nyimbo bado haijatoka, lakini tayari wameshavutiwa na mistari ambayo Konda ameiandika na tayari wameshaanza kusupport kwa kufanya challenges. Nadhani utakuwa unanielewa What I'm talking about. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa, kuna comment za wadau mbalimbali, kila mtu amekuja kuweka maoni yake kuhusiana kwanza na release ya hii ngoma, lakini pia kuhusiana na vipande ambavyo vimesha vuja ambavyo amevivujisha na vimeonekana kwamba vimeteka hisia za watu wengi huko mtandaoni. Lakini wewe pia ukiwa kama mdau, weka na wewe pia maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.